Sheria mbalimbali yaliyotokana na zoezi la urekebu sheria namba tatu ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Ninaishukuru sana wizara kwa kufanikisha hili na hivyo tukaweza kuendelea na zoezi la utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa Rais, urekebu wa sheria ni mradi tulioufanya uliolenga kufanya majumuisho ya marekebisho ya sheria mbalimbali yanayofanywa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kitu kimoja ili kurahisisha upatikanaji na usomwaji wa sheria hizo na utumiaji wake. Mheshimiwa Rais, kazi hii ya ya, kazi ya ni kazi ya msingi inayolenga kuhuisha, kuboresha na kurahisisha matumizi ya sheria za nchi yetu. Kwa kufanya hivyo, tunahakikisha sheria zetu zinabaki kuwa hai, zinazoendana na wakati na zinaeleweka kwa urahisi na wananchi wote. Zoezi hili Mheshimiwa Rais, limehusisha kusasisha au kuupdate sheria zote kwa kujumuisha marekebisho yaliyofanyika tangu toleo la mwisho mwaka elfu mbili na mbili kurekebisha makosa ya kiuchapaji na kuziweka sheria hizo katika mfumo unaoeleweka vizuri. Toleo la urekebu utakalolizindua leo linajumuisha sheria kuu kwa maana ya principal leg legislation 446, ambazo zimegawanywa katika juzuu zipatazo 21 ikiwemo faharisi yani, index. Miongoni mwa hizo ni pamoja na sheria mpya 171 zilizotungwa kati ya mwaka 2022 na elfu mbili na ishirini na tatu. Mheshimiwa Rais, toleo hili ni zao la kazi ya miaka minne kwa maana ya 2020 paka 2024 na na limefanikishwa kwa kutumia rasilimali za ndani pekee chini ya serikali ya awamu ya sita. Hii ni hatua ya kihistoria, kwani tofauti na toleo la mwaka 2002 liliofadhiliwa rilof na benki ya dunia, awamu hii serikali yako Mheshimiwa Rais imedhihirisha uwezo wa ndani kwa vitendo. hii inaashiria dhamira ya kweli ya kujitegemea na kuwekeza katika mifumo imara ya kisheria kwa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Rais, kumekuwa na mageuzi na jitihada mbalimbali katika usimamizi wa sheria katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ambayo kwa namna moja ama nyingine yamechagiza kukamilika kwa zoezi hili. Mageuzi haya yanajumuisha kuongeza nguvu kazi kwa kuajiri zaidi ya mawakili wa serikali hamsini na kuanzisha ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria. Jitihada hizi chini ya uongozi wako Mheshimiwa Rais, ni ishara tosha kuwa serikali unayoiongoza imekusudia kuendelea kuimarisha utendaji kazi katika sekta ya sheria. Ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria imekuwa injini ya kazi hii ya urekebu na mfano wa mafanikio kimfumo katika serikali yako. Tunaamini kuwa kwa uwekezaji zaidi katika teknolojia na rasilimali watu, zoezi la urekebu sasa litaweza kufanyika kila baada ya miaka kumi kama sheria inavyohitaji, tofauti na zoezi la urekebu la mwaka elfu mbili na mbili, Mheshimiwa Rais, ambalo kama nilivyosema, lilifadhiliwa na Benki ya Dunia. Wataalamu wengi waliofanya kazi ile walikuwa ni wataalamu kutoka Afrika ya Kusini lakini kwenye zoezi hili, Mheshimiwa Rais, naomba kukufahamisha kwamba zoezi hili limeendeshwa na kufanyika kwa wataalamu wetu wenyewe ndani ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kupitia ofisi ya mwandishi mkuu wa serikali mwandishi mkuu wa sheria. Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio haya, hatukukosa changamoto wakati tunatekeleza mradi huu, upungufu wa fedha muda wa kutosha na rasilimali watu ulikuwa kikwazo katika baadhi ya hatua, lakini tulizitatua, tulizita humo njiani kwa kadi tulivyokuwa tunakwenda. Na kama nilivyosema, kwa uongozi wako thabiti na serikali yako ulituwezesha na kututatulia changamoto hizo, hasa kwa kutupatia rasilimali fedha ambazo ilitusaidia katika kuendesha mradi, lakini na kuajiri wataalamu zaidi na kuwapa mafunzo stahiki katika kutekeleza mradi huu. Leo hii tunazindua sio tu toleo la urekebu wa sheria, tunazindua urithi wa kisheria kwa wadau wa sekta ya sheria, wadau wa haki na wadau wa utawala bora. Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo. Kwa zoezi hili tumepiga hatua. Mheshimiwa Rais, uwekaji wake katika mfumo uliobora na unaopatikana kwa urahisi ni mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa la haki, usawa na maendeleo endelevu. Mheshimiwa Rais, naomba sasa uniruhusu nieleze kwa kifupi matakwa ya sheria kuhusu zoezi la urekebu. Zoezi la urekebu wa sheria zetu ni mchakato wa kitaalamu unaoongozwa na misingi ya kisheria iliyoainishwa katika sheria ya urekebu wa sheria, yaani sura ya nne. Kwa mujibu wa kifungu cha nne cha sheria hiyo, jukumu la kuandaa toleo la urekebu limekabidhiwa kwa mwandishi mkuu wa sheria na linafanyika kwa maelekezo ya mwanasheria mkuu wa serikali. Mchakato huu unahusisha uchambuzi wa kina wa sheria zote husika, uondoaji wa vifungu vilivyopitwa na wakati, urekebishaji wa makosa ya kiuandishi na kuweka muundo wa sheria unaofaa zaidi kwa matumizi ya sasa. Mheshimiwa Rais, kifungu cha kumi na mbili cha sheria ya urekebu wa sheria kinabainisha kuwa baada ya kukamilika kwa zoezi la urekebu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atatoa tamko rasmi, yaani proclamation, linalotangaza tarehe ambayo toleo la urekebu litaanza kutumika na kutoka tarehe hiyo toleo hilo litaanza kutumika kama sheria halali na sahihi za nchi na litatambuliwa na mahakama zote na mamlaka nyingine kama rejea sahihi ya sheria zilizofanyiwa urekebu. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Rais, tukio la kusaini tamko leo ndilo litakalohalalisha matumizi ya toleo la 2023 20 kuanzia tarehe itakayotamkwa katika tamko hilo utakalosaini. Aidha, katika tamko utakalosaini leo tumependekeza kuwa tarehe ya kuanza kutumika kwa, tale, kwa toleo hili iwe tarehe moja Julai mwaka huu wa 2025 ili kutoa fursa ya usambazaji wa sheria hizo kabla ya tarehe ya kuanza kutumika. Mheshimiwa Rais, matakwa mengine muhimu katika sheria ya urekebu wa sheria yapo katika kifungu cha kumi na saba ambapo sheria inaeleza kuwa Rais anapaswa kusaini na kuweka muhuri katika nakala tatu za toleo la urekebu ambazo zitahifadhiwa kama kumbukumbu kumbu rasmi ya toleo la sheria zilizofanyiwa urekebu. Aidha, kifungu hicho kinaeleza pia kuwa nakala moja iliyosainiwa itakabidhiwa kwa jaji mkuu, nakala nyingine itakabidhiwa kwa Bunge, na nakala iliyobaki itahifadhiwa kwa namna utakavyoelekeza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwa dhati niwapongeze watendaji wote walioshiriki katika kufanikisha zoezi hili ambao ni naibu mwanasheria mkuu wa serikali, mwandishi mkuu wa sheria, management ya mwanasheria mkuu wa serikali, waandishi wa sheria, warekebu wa sheria, wakutubi, makatibu muhtasi, wachapishaji, wasaidizi wa ofisi na madereva katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kwa uaminifu wao, weledi, bidii na moyo wa kujitolea wakati wote wa kutekeleza mradi huu. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee naomba kutumia fursa hii kukushukuru wewe binafsi pamoja na serikali yako kwa kutuwezesha kutekeleza mradi huu kwa rasilimali fedha, rasilimali watu na kila namna ambavyo Mheshimiwa Rais, umekuwa mstari wa mbele kutusaidia kuhakikisha kwamba tunakamilisha mradi huu muhimu kwa taifa letu. Hii ni mara ya kwanza